A kaka bwana, hii nani kwangu mimi, mgoma nikiandika yani hilo jina ya Play Store haiji, nikipeleka kwenye Google kule naona pia bado inakuwa inaleta leta, yani sielewi, yani haiji, haileti kama inavyotakiwa. Basi cha msingi wewe fanya hivi. Kwa mfano wasi, naona kwa mfano mimi ndio na jaribu hapo. Kwa mfano hii hapo hapa unaona hii, fanya hivi, unaona kama hapo hii hapa hii hii hapo, hamona hii hii, mimi ndio nafanya fanya kama hivi hapa, ibana hivi. Ukisha ibana, kitaleta mfano wa share. Ukisha leta mfano wa share hapo, na iguse ile share. Ukisha gusa hapo, njoo kwenye WhatsApp, gusa hapa kwenye WhatsApp, gusa kwenye WhatsApp hapo, unaona kwenye WhatsApp hapo, gusa. Ukigusa ok, hapo sitaleta si mnanilio, itakupeleka WhatsApp. WhatsApp kama hivi tabu kuleta WhatsApp kama hivi, wewe gusa. Kwa mfano mimi nagusa, wewe hapa, umeona na kutumia. Wewe gusa, wewe gusa picha yangu hapo, afu itume, umeona. Shagusa gusa kama hivi, sitakuja hapa, itakuja hapa ile app Ikija hapa inakuja kama hivi. Ikija kama hivi, wewe unagusa hapa, unanitumia hivi, unaona. Ukituma okay, itakuja kama hivi. Mimi nikinaniliu basi itafanya mm. Nikisai danlodi basi itafanya itafunguka.